Suri, katufanyia vitu vingi sana kabisa, kwa tuna tunampenda, na tena hey, daraja, barabara, maji, maskuli, maspitali yote katuletea, ndo hey, kilitufanya tumchague hicho tu. Mategemeo yetu ni mazuri sana baadaye, tunategemea tupate zaidi ya hivyo alivyotufanyia. Ah, tumepokea kwa furaha sana, furaha sana yetu, eh, kiukweli haielezeki Haieleweki. Mimi nampenda tu, katufanyia mengi, skuli, mabarabara, mambo chungu mzima. Mitano tena, matarajio yetu arejee huyo huyo basi, hakuna jengine. Naambia tu sherekee kwa amani zaidi, tusifanye fujo, tutulie hivi hivi basi, hicho hey, hey, kitu hicho adimu kwa sababu tumemrejesha tena komando wa wote Dokta Hussein Ali Hassan Mwinyi, yaani kwanza A, anajali kila mtu B, kaleta maendeleo ndani ya nchi yetu, yaani marais wote wamefanya, lakini yeye zaidi. Mategemeo yetu yani azidi kutungarisha yani, hususan sisi wanawake, vijana, watoto, yani walemavu, unaona Yaani mimi nampa nampabiga, yani tumemchagua kwa kishindo. Tunamshukuru Mungu na Allah, atuwekee mpaka mwisho wa maisha yake. Nawambia yani, kwanza, waliopoteza kura tuna, tu, tunapa pole. La pili, walioshindwa wasijione kama wanyonge, wajione tu kama kawaida yani. kama tulivyotokea nyuma, tuendelee wasi, wasi, wasiweke donge ndani ya roho zao.